teweni mgombea ambaye atakidhi matarajio ya wananchi. Acha matarajio yako wewe, mpiga kura, tupeni mgombea ambaye atakidhi matarajio ya Watanzania. Watanzania wanataka mabadiliko. <apples> Wasipoyaona, wasipoyapata ndani ya CCM, watayatafuta nje ya CCM.